Hello, mambo vipi? Karibu tena kwenye Nahoda Creative. Leo tutaendelea na mfululizo wetu wa kujifunza Adobe Premiere Pro kwa beginner. Katika video hii tutaangazia hatua kwa hatua jinsi ya kuinput na kuandaa mafaili yako kabla hujaanza kuedit. Kama bado hujasubscribe, tafadhali subscribe na ubonyeze alama kengele ili usikose somo lijalo. Sasa, twende tukaone jinsi ya kuinput mafaili. Kuna njia takribani ya tano ambazo unaweza ukazitumia kuweza ku input mafaili yako. Njia ya kwanza unakuja file, file unashusha chini, input, okay. una input file yako. Njia ya pili ni unabonyeza, una control i. Baada ya hapo, unaangalia faili gani ambalo unataka kuliingiza kuja kwenye audio, weka audio yangu hiyo hapo njia tatu, unakuja kwenye kwenye project panel una right click, baadaye unakuta una, una, unaenda kwenye import una import kitu ambacho unakitaka, na import na import image. Njia nne, unakuja kwenye project panel una double click kwa kutumia left click, una double click tap baadaye unaangalia kitu gani ambacho unaingiza na unaweka logo. Njia ya tano unaweza ukaingia uka kwenye folder zako na ukaichukua na ukaidrag. Kwa hiyo naweza kuchukua naweza kuchukua audio, audio kuidrag kwenye kwenye Adobe Premiere Pro kama hivyo. kwa hiyo Hizo ni njia ambazo zitakusaidia wewe kuweza kuinput mafaili yako ndani ya Adobe Premiere Pro. Kumbuka unaweza kuinput video, audio na picha kwa wakati mmoja. Kitu ambacho ninakupa kama bonus ni namna gani ambavyo unaweza kutengeneza bin, yani ni kama folder ndani ya Adobe Premiere Pro. Hii utatengeneza kwa kutumia new bin ambayo unakuja chini hapa, unabonyeza new bin. Baadaye itakwambia urename jina, kwa hiyo kama mimi hapa naandika video, video. Baada ya hapo nandika, nakuja tena kwenye nyu bin naandika audio. Kama hapa nishatengeneza ma, mafoda yangu au tunaita bin kwenye kwenye Adobe Premiere Pro, hii itanisaidia kuweza kusevu muda. Kwa hiyo kama hapa nakuja kwenye video naweka video zangu naweka video, naangalia video iko wapi? Hii video hizi hapa, nabonyeza hapo. Baadaye natoka na nakuja kwenye audio, naangalia audio zangu ziko wapi? Audio hii hapa naweka okay. Kwa hiyo kama ulivyoona hapo, kwa hiyo hii itakusaidia wewe kuweza kufanya kazi yako kwa urahisi zaidi. Baada ya kuweka mafaili yako vizuri kwenye Adobe Premiere Pro, hapo unaweza kuanza kazi ya kufanya editing. Na mara baada ya kupanga mafaili yako kwenye bin zako, uko tayari kuanza kuleta video zako kwenye timeline na kuanza editing. Kuandaa mafaili vizuri ni kama kujenga msingi imara wa nyumba. Editing yako itakuwa rahisi na yenye mpangilio mzuri. Asante kwa kufuatilia sehemu hii ya pili. Katika sehemu inayofuata, tutaangazia jinsi ya kuleta mafaili kwenye timeline na kuanza kufanya editing ya msingi. Kama umependa somo hili, tafadhali like, comment na usisahau kusubscribe. Tutaonana kwenye video inayofuata.